Sisi mkoa wa Arusha ndo unakuwa kitovu cha kanda yote ya Kaskazini, watu wote wa mikoa yote watapatia huduma katika kituo hiki hapa. kwa hiyo ujio wa taasisi hii katika mkoa wetu inakwenda kutusaidia, kuwasaidia wananchi kujua afya zao na kupata matibabu. ndugu zangu, nimeambiwa karibia asilimia thelathini na mbili ya vifo duniani vinatokana na magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo mgonjwa wa moyo. Kwa hiyo na watu wanavyokufa, maana yake wengine wanakuwa wanakufa bila kujua kwamba tatizo lilianza muda mrefu, lakini washukuru nyie kwa kuja hapa ni sehemu ya kuanza matibabu, ni sehemu ya kuanza kujua afya yako. Kwa hiyo wagonjwa mtakao e, wapima na hasa magonjwa ya moyo e, kuna wengine nimeambiwa karibia sitini na sita mmewarifaa me, kwenda Dar es Salaam wale kabisa ambao tutagundua hana uwezo na mmewapa kwamba refero kwenda kule ni tuwasiliane na ofisi yangu ili na mimi nione namna ambapo serikali eh, tuweze kuomba wale wasio na uwezo tuweze kuwasaidia wakapate matibabu. Hapa watu elfu tatu waliojitokeza kupima afya zao hasa afya ya moyo na magonjwa wasiyoambukiza, asilimia tisa walioonekana wana matatizo ya moyo na katika hao, asilimia 25 walikuwa na shinikizo la damu ambayo lilikuwa ndio linaongoza eh, katika hayo matatizo. Kwa hiyo, shinikizo la damu lilikuwa ndio kubwa sana na liliwapata zaidi ya watu kuanzia miaka 45 mpaka miaka 80. Eh, ndio tulikuwa tunaona wao ndio wameathirika sana. Na kwa nini hivi? Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha eh, siku hizi watu hatufanyi mazoezi eh, watu wamekuwa na unene ulio kithiri lakini unywaji wa pombe ulio kithiri, uvuzaji wa sigara na kutozingatia lishe bora. Nitoe rai kwa vijana wenzangu, tumekuwa tukiamini kwamba matatizo ya moyo ni ya wazee tu. Sio ya wazee tu, tujitokeze. Na kama hivi sasa hivi imeanza hapa na, wa na, na kama tulivyomsikia mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpaka sasa hivi ni watu elfu moja mia mbili. Jinsi gani mapokezi yamekuwa makubwa na hamasa imekuwa kubwa, kwa hiyo Kijana, sio kwamba wewe tu unamleta mzee hospitali, bali pia na wewe ukija, fanya check up. Ni wajibu wako kutambua status yako ili ujue vitu gani unaweza kukabiliana navyo, na hamna mtaji mkubwa kama afya. Kwa hiyo nashukuru aa, huduma hii nzuri sana hii. Mwaka wa saba tangu umefanyiwa upasuaji wa moyo, na hao madaktari wamenisaidia sana, naamini na sana, nawapenda na pia kwa hiyo nimekuja hapa kupata dawa. Huduma hii ni nzuri sana sababu pia kama kuna vile vigezo ambavyo vinafanya mtu apate ugonjwa wa moyo wajai kuzuia, maana ugonjwa huu ni unasumbua sana, na na huduma hii ni nzuri kwa kweli, na mshukuru Mungu sana hii, ambaye, haru, kwa hii ambayo huduma inaendelea na tunasogea huduma karibu Arusha na kaskazini nzima. Kwa kweli wengi tulikuwa na shida bila kujua, baada ya kufika kwenye kitengo hiki kwa kweli tumepata huduma na madaktari wetu wametuvumilia sana wagonjwa tulikuwa wengi, tumekaa hapa mpaka saa mbili saa tatu, wametuvumilia na wanaupendo wametusaidia sana.